Yo, yo guys, mambo vipi na karibuni sana kwenye channel yangu ya YouTube. By the way, hakuna siku nina furaha kama leo ambavyo narekodi hii video mejua sana kuniheshimisha on Instagram tumefikisha 10k. By the way, ni 10.1k. Yaani, nikilala nikiamka followers wapi mia tatu. Guys, umeupiga mwingi sana makofi kwenu, pia kwa upande wa TikTok sasa hivi tumefika 14.6k. Twitter tumefika 53.5 sijui k.9 k. Uh, YouTube pia mmefika watu elfu moja. Guys, mmenifurahisha mmenifurahisha mmenifurahisha sana and I'm so happy. Na vitu kama hivyo vinanitia nguvu mimi kuendelea kuwapa madini haya ya digital. Nitaendelea kushuti kila siku, nitaamka tu nitawapa, kwa sababu ati sasa hivi najua kitu ambacho nakishuti, watu wanakipenda, watu wanakipenda, wanakuja wanakiangalia. Na by the way, nikiwa na post, msisite kuuliza maswali yenu na vitu vyenu, mimi nitakapopata muda Nitawajibu kota tu. Ndo imeanza wale corporate babies na wale corporate bros, ndo mda wenu, mko bize na mimi pia niko bize kidogo, but I'm doing my best kwenye kujibu maswali ambayo mmekuwa mkiniuliza. Na by the way, watu wengi sana wapya wameingia sasa hivi uh, kwenye mambo haya ya freelancing na haya uh, mambo ya remote working. I'm so happy for them guys, karibuni sana. Kwa zaidi ya miaka sita nimekuwa nikifanya huko karia mimi sijai kuajiriwa kwenye kampuni full time ya kuamka asubuhi kwenda. Nimekuwa tu nikifanya remote nimekuwa, and I'm glad imenisaidia kuendesha maisha yangu. Kabla sijaanza na ambacho nitataka kuzungumzia kwenye hii video. Uh, by the way, hii video, uh, nitazungumza zaidi kwenye maswali ambayo nimekuwa nikiulizwa mara kwa mara na watu, wengine wamekuwa wakiniuliza DM, wengine wamekuwa wakiniuliza kwenye uh, mitandao yangu ya kijamii, na wengine pia wamekuwa wakinipigia simu. So kwenye video hii nita-address hiyo kitu, maswali ambayo naulizwa mara kwa mara na nitajibu Uh, kitu ambacho nitaka kukiadress guys, uh, mimi sio milionea. Uh, sio sio sina fedha kama za wakina Mo, wakina Balesa, wakina nani, but nina end to kipato ambacho ni modest. Niko tu nimekaa nyumbani, kuna sehemu nafanya kazi remote nalipwa, nikipata gigs hizo za freelancing nalipwa. Ni hela ndogo, yani ni hela za kawaida kawaida vidola 500, 600 hivi ambapo ni hata pia wabongo wamekuwa wakivipata. I'm saying that kwa sababu nafikiri sababu mbili. Uh, sisi nimekuwa active uh, kwenye kushare, especially nafikiri wiki hii iliyopita nimeshare sana screenshot zangu, zangu. But bas, uh, but nzuri sijashare za hivi karibuni kwa sababu zangu binafsi nimekuwa nikishare za zamani and watu so iso had kila mtu random leo anakuja anakuomba, kifikiri kwamba una una fedha, anafikiri ni. Niweke sawa, I would be happy to assist you in term ya career wise but financial wise guys, mimi mwenyewe ndo kwanza najitafuta, hata 24 bado sijafika. Nitakapofika stage ya kuweza kusaidia watu wengine uh, financial na nini, nitaweza kuenda, because like a lot of namba mpya nyingine matapeni, na pia wanatumia chance hiyo kuuliza. Kitu cha pili, guys, this is crazy it's kind of personal like uh, I've been receiving ho, uh, sim kutoka kwa nyumbani. Guys, mimi na post na screenshot kwa nimeenda kutuma nyumbani. Huyu jana ana hela siku hizi anafanya nini? No no no, hapana. Uh, I'm glad my family imekuwa ikini support since siku ya kwanza nimekuwa nikishare vitu. Um, ningekuwa si like ungekuwa ni support ese ningekuwa kwenye hali ngumu sana sasa hivi. Na kitu kimoja ambacho guys nimetaka niwaambie. Uh, it takes a courage yeah, like a, kwa mfano watu wengi sana washare earnings eh, zao, washare stories zao kwenye hizi freelancing kwa sababu ya hizi baka ambazo zinatokeaga mara kwa mara so kumbe watu kwenye hizi freelancing wanni kiasi fulani kingine pia hii um, ya mimi ya mimi kushare. Kuna watu wanaona okay, kumbe inawezekana mtu anaweza kaeniko kitu si share jamani, ile ni brag. Nifanye nifanye chochote. So uh, hizo ni disclaimer zangu mbili tatu, ilibidi niweke sawa. Manake, this was one of, uh, long week kwa upande wangu um, nianze sasa. So, nianze kwa maswali ambayo umekuwa mkiniuliza mara kwa mara kuhusu freelancing. Uh, okay. Kwenye swala hapo connect, naomba niweleze kwa urahisi au labda kwa undani , uh, vizuri. Uh, kujisajili akaunti Upwork ni bure like, kujaza zile procedure zao, kuverify akaunti yako, kufanya kitu chochote cha kwako kinachohusu wewe ni bure, isipokuwa ukitaka uh, kuapply kazi lazima uwe na connect. Connect on as user. Zamani wakati sisi tunaanza kufanya hizi freelancing, hapo uh, ikawa nakupa connect 50 mpaka 80 za kuanzia. Yaani kama vile mzazi wako anakupa mtaji wa kuanzia kuombea kazi, baada ya muda ndio wanaweza wakakuuzia. Lakini kwa freelancers ambao wamejiunga sasa hivi wapya nimesikia wanalalamika wanasema kwamba hapo iki ili sasa, ili uweze uh, kuomba kazi wenyewe like, uh, uh, wanakuuzia connect ile ile kwa mwanzo wanakupa connect 0 so you have to buy connect uweze uweze kununua. Umeona? Kwenye ishu ya connect, kitu kingine cha pili kuhusu hapo connect, ukiwa na connect haimaanishi kwamba ndipo unakuwa na uhakika wa kupata kazi. Narudia tena, ukiwa na connect haimaanishi kwamba ndo una uhakika wa kupata kazi. Connect kitu ambacho inakifanya ni inakusaidia wewe, ambaye ndo, like, ambaye ndo unataka kuomba kazi uweze kuomba kazi nyingi nyingi. Yani ukiwa na connect ndo zemo, unakuwa na chance ya kuomba kazi nyingi. So if kama una, una uwezo na una hisi uko vizuri basi tumia hizo connect zako kuomba a. Pia kwenye hiyo upande wa connect nafikiri a, kuverify kama nilivyoambia kuverify account ni bure kwa upande wa Upwork but kwa upande wa Fiverr, but hapo kuverify account ni mpaka ukipokea lako ya kwanza tu, watakupigia simu watataka verify details zako, a, ila kwa upande wa Guru a ku verify account ni kama dola 4 mimi nilifanyaga zamani kidogo, nilipia dola 4, wakani verify. Nimeona kuna jamaa ameniambia sijui kuna cost inafika mpaka dola 10 to be honest, kwa sasa hivi sijui, maana ni kama miaka mitano sita nyuma mimi ndo nili verify account yangu ya Guru same pia tu hata Fiverr a, pia ni, ni, ni free ku verify hivyo vitu <tiple> to be honest, watu wamekuwa wakiskamiwa sana kwenye majukwaa ya freelancing sasa kuna vitu ambavyo utakiwa kuvifanya, hizo ni practice yani, uh, hapo utafunga akaunti yako au cha pili utatapeliwa. cha kwanza utakiwa kushare namba yako ya simu kama ni ya WhatsApp ya wapi na client yani, ya simu na kuomba namba yako ya simu tafadhali, usimpe namba yako ya simu. Kitu cha pili utakiwa kutoa hela ndio upewe kazi yani, Alafu ndo wenyewe ndo wana like kama plani yao fulani ambao wanatumia kutumia kuwatapeli watu wapi ambao wanaanza kwenye freelancing. Freelancing uh, kitu cha tatu njia uh, ya tatu ambao uh, scammers wamekuwa wakitumia hizi uh, hizi website bana uh, kuna watu wanaingia kwenye hizilaini na linki gani ya yani, kuna namna wanachezesha hizo linki ya hizo platform ili ulipie training uh, waweze kufundisha hizo. So, pia waga ni ishu za scam, so matapeli wapo. Protect vitu vyako, kuwa makini. To be honest, njia za malipo siko nyingi za kupokea fedha kwenye a freelancing. Unaweza ukapokea kwa kutumia sana sana kuna njia za malipo, kuna Grey, kuna Wise, kuna Pioneer, kuna direct to bank. Sasa overall, mimi nashauri guys, mtumie Grey kupokea malipo yenu www.grey.co. Mone ah, kwa nini nashauri mtumie Grey? Kwa sababu uh, ukitumia Pioneer, Pioneer makato yao ni makubwa. Ehe, ukitumia ukisema, utumie, achana Pioneer ukisema utumie, ukisema utumie direct to bank, direct to bank unakata, una dola 50 si dola 30 ukituma hela iyo uh, yote makato. Ukitumia uh, wise wise wanasumbua kwa watu wa Tanzania, wakawafungulia akaunti zao, alafu pia wanatuma direct benki, makato yao ni makubwa. So kama unaweza tumia, tumia gray kupokea malipo yako. Sii niwape na kuponi kodi yangu ili kipata maokoto nami nipate pasenti fulani kwenye hizo earnings zano, lakini no, hiyo <laughs> haina shida. kontra Uh, nimeshare website nyingi za freelancing uh, platform na moja ya website ambayo nimeshare inaitwa Contra. Umeona? Contra sasa inafanana na Upwork kusema kweli kazi zake. Lakini shida moja ya Contra, Contra kidogo ni mpya. Uh, Contra ni kama Upwork ambayo ilikuwa zamani. Na mimi nashare kwa sababu najua, kwa sababu ni mpya na nyie ni wapi kidogo inakuwa rahisi. Isipokuwa baya ya Contra, kwanza Contra ni ya kulipia. Kila mwezi inabidi ulipie dola 29. So kwa beginner mimi sishauri atumie Contra. Umeona? Cha pili a uh, Kontra ina kazi uh, sana sana kazi ambazo ziko pale za no code na marketing zaidi. So mimi na kushauri instead ya kufungua account Kontra sasa hivi na kuanza kutafuta hela huko is better ujifunze kwanza skill ujifue, alafu ndio uende ukaapply uka kuhusu Kontra. By the way uh, like a uh, sasa hivi kinachonipa ni, changamoto nadhani tool ambayo ni nzuri kurekodia hizi tutorial inaitwa Loom na kulipia Loom ni kama dola 29 hivi ndugu zangu. Waa, wow, mwezi nimelipia subscription nyingi sana kwa sina sina ila kulipia Loom. Nitakapokuwa fresh na, nitaweza kulipia room, nitatengeneza tutorial namna gani ambapo unaweza kufungua account hapo yake, na namna gani unaweza kufungua account Fiverr, namna gani unaweza kufungua account kwenye hizo contra hizo zote. Ngoja nianze nipate hela ya, ya subscription guys, msini msini pressurize msini pressurize nipeni muda nipeni muda, muda ukifika I will shoot that na mta mtaikuta kwenye channel yangu hii ya YouTube. Kingine guys, hii channel mchukue hii linki share na watu ambao mnawajua watu ambao mmemaliza nao vioni watu ambao nao mmesoma nao viwoni, hii kwa mfano hii information mimi ningekuwa na ificha. I'm sure kuna watu wengi sana hapa watakuja wapata gear huko online wasio wanajua sheni yani. Mimi nikiangaliaga wa Filipino, wa Kenya, yani kazi hizi zimebebwa na wa Kenya. Kwa sababu tu wa Tanzania ambao wako kwenye hizi platform, mimi na blame pia, hawashare hivi vitu kwa watu wengine. Umeona guys, iko na mchongo mzuri wa online, share na mwenzako yani. The more wa Tanzania tutaini uh, wengi kwenye hizi freelancing platform, tutakuwa wengi, the more client watakuwa na trust, the more kazi zitakuwa zinaletwa kwetu. Sio naelewa. <laughs> Sawa, niache. Ah, uh, sizungumzi tena hilo swala. Ya, yeah, sasa freelancing na remote working zinafanana sana. Ah, uh, na zinafanana kwa sababu uh, ukiwa freelancer maana yake like utafanyia kazi nyumbani, same na ukiwa remote worker utafanyia kazi nyumbani. Uh, tofauti yao kubwa kwenye freelancing na remote working ni muda ambao unafanya kazi. Freelancing mara nyingi zinakuwa ni kazi ndogo ndogo zinakuaga kazi za muda mrefu, na wakati mwingine remote working unaweza ukawa attached na client tena utakuwa umeajiriwa kwenye hiyo kampuni. Kwa mfano, mi nafanya kazi kwenye kampuni moja ya payment ya Marekani mone, lakini mimi niko hapa Tanzania na nimekuwa nifanya hiyo kazi, sasa hivi ni mwaka watatu nafanya nao kazi maanake kwa uh, sababu wale wamekuwa wameniattach mimi, nimefanya nao kazi kwa muda mrefu. Na, like, kila mwezi ripoti ya lazima nitokee kazini nirudi, maana sasa pale nakuwa nafanya kazi remote lakini pia na account Upwork na account Fiverr, ambapo, Uh, to be honest skills zote kabisa za digital uh, za digital zina soko kwenye majukwaa ya freelancing, isipokuwa tu ni namna gani ambavyo unajiposition na namna gani uko deep kwenye hiyo skill. Kuna video nimeshoot kwenye channel ya YouTube naelezea skills ambazo zina soko kwa wakati usika, na hizo skills unaweza ukajifunzia wapi na ukafanyaje. So take your time, isikilize ile video, kila sehemu, kila point ambayo nimekuwa nikizungumza, japokuwa sikuwa na confidence sana sana kama ambao niko nayo hapa sasa hivi, but at least unaweza Uh, at least pale unaweza uka, uh, I mean, uka, uka, uka comment, ukauliza swali kama umepata changamoto na mimi nitakujibu kwenye kwenye hiyo ishu. It's okay, kuna watu wanafanya full time ambao mi nawafahamu, uh, to be honest, kuna nataka tu niwe mkweli na mimi ndo ishu, kwa sababu najua bongo umetapeliwa kwenye maelobielo, metapeliwa kwenye nini, metapeliwa sana kwenye misha nyingi za online To, kuna wabongo ambao wameenela nyingi sana kwenye hizi freelancing ana uh. Kwa mfano unamjua mdada moja ambaye ana dola laki moja, zaidi ya milioni mia mbili, lakini ukija kuchunguza average kwenye jukwaa la hapo Upwork, Watanzania wengi wanacheza pale kwenye dola elfu kumi, umeona. Kuna mtu ashafanya kazi miaka mitatu miaka minne miaka mitano, lakini ana dola ana dola hizo elfu kumi umeona, lakini uh, fulani unampata client mmoja wa long time ambaye yuko tayari kukulipa. Mimi nafikiri so, freelancing ni Uh, kitu kizuri sana cha ku kickstart your career. Career yako unaweza ukaianzia hapo kwenye freelancing na mambo mengine yakawa yakawa yanaendelea na, ya um, kwenye hiyo issue mimi nilistop kama kama miezi sita miezi saba hivi, nilichaga ku train watu, na kwa sababu kulikuwa kuna mambo ya shule nilikuwa sasa hivi nishamaliza, na pia nilikuwa na mambo mengi sana ambayo yalikuwa yananigarimu lakini sasa hivi niko na my creative assistant. Kuna dada moja anaitwa Dorini, niko naye kwenye timu yangu. Moja ya kitu ambacho tuna organize sasa hivi ni uh, kuona namna gani tunaweza tukaanzisha darasa, but uh, mimi nafikiri uh, kwa upande wangu mimi nafikiri kuwa na darasa darasa, ili na mara moja mara moja unakuwa msaidi mtu, nataka to build community kabisa, community ambayo to be honest, kwenye swala community, guys, itabidi mlipie kwa sababu itabidi ni ni ni haya ni ajiri mtu na, like, ni ni niajiri mtu, baadhi ya vitu ananisaidia kufanya. Lakini uh, kwa sababu enyewe mmeangalia hii video mpaka mwisho uh, kuna gisti na hapa sasa hivi unaweza ukatembea www.mafolebaraka.com, unaweza ukaona uh, tuko tunatengeneza website na kwenye ile website tukiangalia uh, utaona kuna sehemu remote jobs. Nitakuwa na post job hapo, kazi utakuwa unazipata tu free. Ukienda wewe hata kama una hela kulipia na chochote, utakuta kazi utaapply hiyo kazi na link nitaweka remote. Kutakuwa kuna sehemu ya blog ambayo utakuwa naandika free, unaweza ka access hizo blog free ukajisoma ukajisomea chote ambacho unachojisikia wewe kwenye hiyo blog. Lakini nitakuwa na sehemu ya community ambapo sasa hapo kwenye community itabidi subscribe, kuna vitu tunataka nimalizie nipewe hizo uh, payment nipewe pay hizo payment infrastructure ni set, hizo payment watu mtalipia, mta ya yeah. And me I will do my best kwa active uh, kusaidia watu kwenye ambao wanataka build career zenu kwenye hizo freelancing platform, na Mungu akipenda I wish miaka mitatu minne mitano ijayo kuwe na positive stories za watu ambao walijoin community yangu wakajifunza kuhusu mimi masuala ya freelancing, masuala ya remote working na wakatengeneza uh, wakatengeneza career yao vizuri. Kitu kimoja nataka mnisaidie natafuta jina ya kuipa hiyo community ya watu wanaotaka wajifunze freelancing na remote working. Naombeni mni advice jina gani nzuri ambalo naweza nikalitumia hapo kwenye kwenye kwenye hiyo uh, kwenye hiyo remote working, uh, kwenye hiyo community ambayo nitaliita jina gani? Maana majina yote ambayo yanakuja kichwani kwangu mimi nayakosa ya kutumia, so comment hapo, na pia guys, amsisite basi ku em, guys, mnifikisha 10K Instagram hapa. <laughs> YouTube nina 1K hadi <laughs> naona aibu, so guys, kama mnaweza akisheni basi akaunti inafikisha elfu uh, uh, kumi ndani ya mwezi ujao au mwezi huu tunafika 10K. kama unaweza share channel hii kwa rafiki yako uh, kokote ambapo you think kuna mtu anaweza akahitaji skills, mpe chaneli yangu ya share pia subscribe, uh, comment mpaka algorithm inielewe mimi ni nani. Asanteni sana na niwatakie siku njema. Naitwa Mafole Baraka, tembeleni kwenye kurasa zangu nyingine za mitandao ya kijamii mtakuta video zangu.